Naam. E, bwana moja kati ya vitu ambavyo vimehappen bwana ni hili tukio ambalo tumelishuhudia hivi karibuni likiwa linaonyesha wazi kwamba mwanadada Kajala Masanja akiwa anazawadiwa hmm, gari. <laughs> Bila shaka unaweza ukajiuliza kwamba imekuwaje tena Kajala amekuwa na bahati namna hii? Kajala ni mwanamke wa aina gani mwenye bahati ya kuzawadiwa magari mara kwa mara na wanaume tofauti tofauti? Huenda e, na wengine wakiwa wanahisi kwamba labda Harmonize na Kajala, kutokana na ukaribu wao tulivyouona ukiwa umeshamiri siku kadhaa zilizopita hivi karibuni. Eh, watu wakahisi kwamba huenda wakawa wamerudiana kwa namna moja au nyingine, lakini haijawaigi kuwekwa wazi. Na hivi karibuni tumeona kwamba Harmonize amedokeza kuachia ngoma, ambapo hii ngoma ya Harmonize imeonekana wazi kabisa kwamba ni nyimbo ambayo ameimba kwa ajili ya Kajala, na hii ni nyimbo ambayo ni international, maana humu ndani bwana amefanya international collaboration na msanii kutoka Nigeria ambaye anafahamika kwa jina la King Rudy, yani moja kati ya member wa P Square, umeona bwana. Kwa hiyo Harmonize bwana amefanya collab na King Rudy, na hiyo collab yao ya hiyo ngoma ngoma inafahamika kwa jina la Best Couple, ambapo tuliona poster ya kwanza kabisa ambayo Harmonize aliweka kinyago cha Kajala na cha kwake, tukawa tumeshaelewa kwamba hii bwana tulipojaji kutokana na kile kinyago, lakini pia vile vile kutokana na issue ya mwonekano tu wa ile ngoma kwa sababu na jina lenyewe linaitwa best couple, tukajua kabisa kwamba hapa Harmonize bwana ametoa ile nyimbo kwa ajili ya Kajala Masanja. So, hivyo ndivyo situation ilivyo, lakini tukahisi kwamba hawa wako karibu, lakini kwa hivi mambo yanavyozidi kuendelea, kuna uwezekano mkubwa sana Kajala akawa yuko na mwanaume mwingine, na hili ni jambo ambalo kiukweli limemtia aibu Harmonize, limemvua nguo Harmonize, kwa sababu out of nowhere, nadhani yeye mwenyewe hakudhania kama kitu kinaweza kikaonekana, wakati yeye anazidi kujisogeza karibu na Kajala, Kajala kuonyesha kwamba kumbe ana mtu mwingine, na huyo mtu mwingine sasa amemzawadia mpaka gari aina ya TX. Bwana Land Cruiser hii maona bwana Toyota Land Cruiser TX So ni kitu ambacho jana video za usiku ndo zilianza kutrend zikiwa zinaonekana kwamba Kajala amepewa zawadi mpya kabisa gari hii. umeona Bwana, na hii ni kama vile anaombwa msamaha na, mp na mpenzi wake. Kwa hiyo Kajala bwana ameisha zawadiwa huko gari, mixa maua mengi na nini na marafiki zake wote rich aunties, nazungumzia kina auntie Ezekiel, Wolper, Irene Woya walikuwepo kushuhudia tukio hilo. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, bwana. Kajala amekabidhiwa hiyo gari eh, na maua kama kuomba msamaha na mpenzi wake lakini ukiachana na hilo, kitu kingine ambacho tumekiona hapa ni kwamba tumeshuhudia baadhi ya vitu. Kwa mfano hapa, katika Insta story ya Irene Uwoya ameandika, ameposti ame hiyo video ya Kajala akiwa ame amekabidhiwa hiyo gari na marafiki zake, ambayo imetoka kwa mpenzi wake ambaye bado hatujajua. Lakini watu wengi sana wameshahisi kwamba huyo sio Harmonize, labda ni mwanaume mwingine. Hapa ameandika Irene Uwoya kwamba kupendwa raha bwana eh, hongera my baby. Huyo ni Irene Uwoya, lakini pia page mbalimbali zimeripoti. Kwa mfano, kuna page hapa ameandika mbona jamani, mko wapi Mhm, mko wapi? Mbona siwaoni? Bibie kazawadiwa gari. Haya, peji nyingine nasema kwamba bwana mmesikia maneno hayo? Kuna peji hapa amekuja ameandika kwamba bwana rafiki wa karibu wa Kajala Iron Warrior ameposti video ikimuonyesha Kajala akiwa amezawadiwa amezawadiwa gari aina ya Toyota Prado. Unaona bwana? Lakini ukiachana hilo, ehe, peji nyingine hii hapa amekuja ameelezea kwamba Kajala Masanja ana anakuambia kwamba anaishiwa power. Uza, unadhani nani amefanya binti Masanja aishiwe pawa kwa zawadi aliyompatia? Kuna mtu anasema kwamba bwana, kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana, maana, nahisi kama vile Kajala yuko tofauti sana na walio pitiwa na Harmonize. Keshapewa Prado na Prado sio V8 tena. Kwa mtu ameandika hivyo. Kuna page hapa amekuja ameandika kwamba bwana, kupitia Insta story ya Iron Warrior ameshare video ikiwa inamuonyesha star Jacqueline Wopa, Antia Zekele wakimkabidhi Kajala gari aina gari pamoja na maua huku ikionekana, e gari hiyo ni mpya kabisa aina ya Toyota Land Cruiser Prado TX. E, unahisi kwamba zawadi hii itakuwa imetoka kwa nani mona bwana? So hilo ndo swali ambalo watu wengi sana wanajiuliza sasa hivi kwamba hii zawadi imetoka kwa nani. Ngoja nikusomee baadhi ya comments Alafu pia nitakwambia reaction ya watu wa karibu kabisa wa Harmonize, jinsi walivyoreact kuhusiana na hii issue, maana kama vile kwa namna moja au nyingine ni kama ametoboa siri ya kile ambacho kinaendelea. Huyo hapa Mariam Shabani TZ anasema kwamba bwana, ila Prado TX gari ya kawaida. Kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana anaweza, kuna mtu amesema kwamba bwana anaweza kuwa nani mwingine zaidi ya Konde. Kwa mtu hapa, watu wengi sana hapa wamehisi kwamba amepewa Konde, ndo ametoa hiyo gari. Kuna mtu mwingine amekuja hapa amecomment kwamba isaa kwa nini wasio wanapewa wasio wanapewa nyumba magari haya yote ya nini? Kwa mtu ameandika hivyo, so hizo ni comment tu za baadhi ya watu. Wengine wanahisi kwamba ni Harmonize ndiye aliyemzawadia hiyo gari Kajala. Sasa basi, kitu ambacho labda ulikuwa ujui ni kwamba hapa bwana, kuna issue ambayo inaendelea behind the scene. Inavyosemekana ni kwamba hii gari bwana, hajatoa Konde. Hii gari aliyemzawadia Kajala sio Harmonize, inavyosemekana ni kwamba ni mtu mwingine kabisa ndiye aliyemzawadia hiyo gari Kajala, kwa mujibu wa page hey, mbalimbali. Kwa mfano hata Abi Kubanga, shabiki mkubwa sana wa Harmonize, kupitia kurasa wake wa Instagram, ameweka ujumbe ambao umeonyesha kabisa jinsi gani ambavyo Konde Gang au memba wa Konde Gang walivyokasirika kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Ni kama vile amemchoresha sana Harmonize, wakati Harmonize analialia kwenye mitandao. Harmonize na, anazidi kujimaliza kuonyesha hisia zake, anazidi kuexpress the way anavyo feel kuhusiana na Kajala ni kwamba huku Kajala kumbe na mwanaume mwingine, na amemnunulia mpaka gari aina ya Land Cruiser Prado TX. Naona bwana. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba Abikubanga yeye ameposti, ameposti picha ya Kopa, alafu akaandika kwamba achana na yule bibi anakuwa ni brand, alafu akatumia wimbo wa Aslay unaofahamika kwa jina la maumivu. Alafu chini hapa katika caption ya Abikubanga kaandika kisicho riziki, maana yake ni kwamba watu wamalizie kwamba hakiliki kwamba kwa anampenda Kajala. Yuko kujionyesha kwa bado anamkubali Kajala, anampenda na nini. E, Kajala yuko na mtu mwingine hapo. Mashabiki kiukula amekuja kuweka comment kama vipi, tujue tu, kamkataa kama mwenetu, tuanze kumtafutia mwanamke mwingine bibi, bwana anamrudisha sana nyuma mwenetu, cause akili yake nao haiwazi kabisa mawazo yeyote yale kuhusiana na maendeleo ya muziki. Inawaza inamwaza yule bibi, sijui amemroga. Maskini ya Mungu, Konde wa watu, maana hatujamzoeaga hivi e bwana bibi kubanga. Sasa hivi inatakiwa tuanzishe kampeni ya kumwondoa kwa nguvu yule bibi. Kwenye kichwa cha konde kuna mtu ameandika hivyo, so mashabiki wa Konde Gang hao wanalalamika kwa hiki ambacho kimetokea. Baada ya Harmonize kupigwa tukio, Kajala amepokea zawadi ya gari kutoka kwa mwanaume mwingine, na pia tumefuatilia katika peji zao, maana tunafahamu kwamba kila mtu alikuwa amemfollow mwenzie, lakini kwa sasa hivi it's official, Harmonize amembloku Kajala na Kajala amemblock